AI haikosi kufanya kazi lakini wewe ndiye unapaswa kuamua kama itatumika kujenga shamba au kubomoa nyumba. Leo nataka tuongee kuhusu kitu muhimu sana, jinsi ya kushinda na akili bandia, yaani AI. mimi binafsi sitawahi fuata pesa kwa njia za zamani. baada ya kujifunza hili hapa, nitawaonyesha jinsi ya kuvunja mfumo na kujenga wako. Siku za kuhaha kwa kila shilingi zimekuisha. Katika ulimwengu wa AI, ubunifu na akili ndio utajiri mpya. Sasa, unawezaje kushinda? Kwanza, jifunze lugha ya AI. Fikiria AI kama panga la kisasa. Usiliogope, litawale. Vitu kama Chat GPT na Google AI ni bure kujifunza na vinaweza kukufanya mjasiriamali wa kidijitali. Pili, badilisha taarifa kuwa dhahabu ya kidijitali. Kusanya habari kuhusu mahitaji ya jamii yako na uuze maarifa hayo kwa makampuni. Huo ndio ukulima wa kisasa. Tatu ta jenga suluhisho kwa matatizo halisi. Ikiwa eneo lako lina changamoto, tengeneza AI inayotatua tatizo hilo, wasaidie wengine na upate faida. Wekeza katika kampuni changa za AI barani Afrika, mbegu za teknolojia ya leo ni dhahabu ya kesho. Na mwisho, dumisha maadili. AI ni chombo tu, kitumie vizuri. Jenga uaminifu na utajiri utakuja. Usiogope kwanza, kidogo kidogo, kila chatbot, kila wazo, huo ndio mwanzo wa kujenga mustakabali wako. Enzi ya AI si kuhusu vifaa, ni kuhusu akili. Anza leo.